kubwa zaidi tumeita hapa ni kuwajulisha kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunakwenda na knockout ya mama eh, season 4 tarehe 24 ya mwezi huu wa tano pale kwenye viwanja vya posta Kijitonyama nyama tunakwenda eh, na knockout ya mama msimu wa nne usiku, ambao huu utasheheni vijana wenye vipaji vya hali ya juu vijana wetu hawa wa Tanzania kutoka Mafia Boxing Promotion na wengine kutoka nje ya Mafia Boxing Promotion wanakwenda kupigana na wabondia kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo, wapenzi wadau wa masungu kwa ujumla ambao mko ndani ya Tanzania na hata wale ambao wako nje ya Tanzania, basi chukueni ujumbe huu kwamba Mafia Boxing Promotion tarehe 24 ya mwezi huu tano pale kwenye viwanja vya posta Kijitonyama. E, tunakwenda e, kuweka tukio kubwa sana la masumbwi lenye slogan ya knockout ya mama. E, kwa hiyo tunapenda kuwajulisha wote e, mwezi kufika tuhudhurie kwa wingi kabisa kwenye kuwasapoti vijana wetu hawa ili wapate nguvu, waone kwamba kweli wa Tanzania wako nyuma yao kuhakikisha kwamba ushindi huu e, unabaki katika ardhi hii ya Tanzania. Kwa hiyo bouts kumi na tatu zitakuwepo E, katika usiku huu wa tarehe ishirini na nne mwezi huu wa tano. E, katika hizo kumi na tatu bauti moja itakuwa ni ya mkanda kijana mchanja Yohana anakwenda kutetea mkanda wake huu wa WBO, e, katika usiku huo. Kwa hiyo Tanzania, wapenzi wa dawa masumbu kwa ujumla tuhudhurie kwa wingi sana e, kwa support vijana hawa, ili ushindi uweze kubaki katika ardhi hii ya Tanzania, lakini pia kuweza kuliheshimisha taifa letu lakini pia kumheshimisha kiongozi wetu namba moja, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Yeye amekuwa ni mwanamichezo namba moja, hamasa kubwa ameiweka kwenye michezo, ametia nguvu kubwa sana kwenye upande huo michezo. Nafikiri kila siku tunayozungumza haya, amekuwa na hamasa kubwa sana e, amekuwa alikuja na, na, na, na goli la mama katika upande wa football kwa hiyo wamekuwa ni mtu pekee ambaye amekuwa akihamasisha swala so zima la michezo kwa nguvu yake, aliweka ya goli la mama na si mafi, eh, na sisi kama Mafia Boxing Promotion tukaona iko haja ya kumuunga mkono Mheshimiwa rais kwa kuja na slogan hii ya knockout ya mama. Kwa hivi sasa tupo katika msimu wa nne. Kwa hiyo tarehe 24 na mwezi huu wa tano, vijana hawa ambao mnaona wako mbele yenu wanaonyesha utayari wa hali ya juu kwamba ni jinsi gani wanakwenda e, kupambana mabondia kutoka nje ya Tanzania, na tunahakika kwa jinsi ya maandalizi waliojiandaa, hatuna shaka kabisa kwamba ushindi utakwenda kubaki e, katika ardhi hii ya Tanzania, na tumjaribu kuweka vingilio rafiki sana, ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi kwamba e, tumeweka kiingilio cha shilingi elfu tano njona elfu tano yako eh, njoo kumi yako lakini njoo na ishirini yako. Kwa hiyo kuna vingili vya aina tatu: kuna kingile cha shilingi elfu tano shilingi alfu kumi na shilingi alfu ishirini Kwa jina anaitwa mchanja ana. Uh, kwanza nitoe shukrani kwa, kwa kampuni yangu ya Mafia kwa kunipa nafasi hii kuelekea pambano letu la tarehe ishirini na nne itakayofanyika maeneo ya viwanja vya Posta, Kijitonyama. Tumejiandaa vizuri na tunahakikisha ushindi utapatikana. Mimi binafsi nimejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba mkanda unabaki. Kwa hiyo tunatoa shukrani kubwa sana kwa makampuni ambao wanatupa support, na pia vile vile tunaomba ambao wanaendelea kutuangalia basi nao wajitokeze, wa, wa watusupport tuweze kuwa imara zaidi. Mimi nataka kusema tu kwamba safari hapa hii hukutendi matunda kulima, tushalima kichobaki kuvuna, na afya yangu imetengemaa makocha hapa nyuma yetu, kuna kocha Shefali, kuna kocha Dosi, kuna kocha Amisi Mwakinyo, kuna kocha Chino mwana wena acha Chino yule, yaani Chino mwenyewe ni huyu Chino. Nimeenda kukaa nao kambi na wameenda kuangalia kinahitajika nini kwangu, kimepungua nini kiongezeke nini. Kwa hiyo sasa hivi alhamdulillah niko alhamdulillah niko sawa. tarehe ishirini na nne Dullah Mbabe wa 2013 14 ndio anakuja kuonyesha majabu tarehe 24. Ah, ah, sikulalamika ile mechi, sikulalamika na nimeona kwenye magrupu kwenye mitandao ya kijamii kiongelea kwamba labda mkurugenzi wa Mafia Boxing Promotion ameletea bondia mgumu. Nikwambie kitu bro, au niwaambie watu wa Tanzania wote mnaangalia, yaani kwamba bondia ambaye aliweza kucheza mechi ngumu Tanzania hii ni mimi. Yaani hapa Tanzania nimeweza kuwapiga mabondia wagumu nje ya Tanzania nimeweza kuwapiga mabondia wagumu na nimecheza mechi ngumu. Mimi nimeenda kucheza na Rocky Fielding ndani ya Liverpool. Bondia namba 3 bora duniani. Ametoka kucheza na Canelo, afu nikapewa mimi na nikacheza naye. Na fresh tu. Kwa hiyo yaani ile swala kuteleza sio kuanguka. Tarehe ishirini na ngapi ile iliyopita mwezi uliopita, tendevu mkurugenzi, nilipoteza

na kufanya nitazidi kufanya zaidi ya vyema mara ya kwanza, maana nadhani wakati hii kuna kiongozi wetu Kassim Majaliwa. Kwa hiyo nipo hapo kwa ajili ya kufanya kazi za serikali. Uh, nadhani kama kuna wengine ambao watakuwa hawajui, kwa mfano siku hii tarehe ishirini na nne, kikubwa tu tunahitaji ni support ya wadau mbalimbali uh, support sisi tunafanya kama ajira yetu na nili, ya, ya, nili pia kanitolea kwa ajili ya vijana wengine pia. Yaani, imeji ina ukubwa fulani, kwa hiyo na mwenyeita ipeleka kwa ukubwa huu ambao ipo na muone, kwa sababu ni mwona Mama Samia akitu support kwa namna mmoja au nyingine. Of course, namshukuru pia Mama Samia kwa kwa kwa, kwa namna ambayo ameamua kutu support sisi mabondia. Lakini vile vile nimwahidi tu kwamba mama, mimi kama lolo ile kwenye hii kwenye image ya tarehe 24 hapo viwanja vya Posta Kijitonyama, cha kwanza kabisa sitakuangusha na uh, zile kauli za wahenga eti ho ukitaka kumuua nyani simwangalia usoni, sako ni pambano hili na mwangalia nani usoni na mamungu, yaani mpizani wangu wanabidi ajiandae ni sio ujiandae ajiandae kwa liguwe kwa sababu tulikuwa kambi na kama unavyoona uso zetu kina kani nyele atutanchana nini kambi umeona, kwa hiyo tuku ni kutari kwa ajili ya pambano na niko fiti, yaani ushindi na mea kini ya asilimia mia Knockout ya mama season 4 uh, 24 Mei